Wakati mwingine tena, karibu mpenzi mtazamaji wa CF Media, na leo tunaangazia makala kuhusiana na maandamano barani Afrika. Je, maandamano ni silaha muhimu barani Afrika? Yamekuwa matukio ya raia kuonyesha kutoridhika, kudai haki na kushiriki mabadiliko kwenye siasa na kijamii pia, kuanzia mapambano dhidi ya wakoloni na wabaguzi wa rangi hadi kudai utawala bora, haki za kiuchumi maandamano yameacha alama isiyofutika hasa barani Afrika. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka ambao vijana wengi barani afrika wameanza kudai mabadiliko. Kuanzia nchini Kenya, vijana walifanya maandamano wakipinga muswada wa fedha wa elfu mbili ishirini na nne na uongozi mbovu, na haya ni matukio makubwa sana ambayo yalitikisa barani afrika kuanzia miaka hiyo mpaka hivi leo. Tukio la kwanza la maandamano ni maasi ya Soweto nchini Afrika Kusini mwaka 1976. Yalianza Juni 16 mwaka 1976 yakiongozwa na wanafunzi weusi wa shule ya sekondari waliopinga vikali amri ya serikali ya kibaguzi ya kuanza kutumia lugha ya Kiafrikana kama lugha ya kufundisha kwa shule za watu weusi. Lugha ya Kiafrikana ilionekana kama nembo ya katika nchi ya Afrika Kusini. Maandamano hayo yalianza kwa amani lakini yalimwaga damu. Takwimu zinasema watu karibia takribani mia sabini na sita waliuawa. Mpaka hivi leo yale maandamano yameacha alama, kwani kila Juni kumi na sita kila mwaka ni siku ya mapumziko ili kuadhimisha siku ya vijana, kuheshimu kilichotokea katika mji huo wa Soweto. Tukio la pili la maandamano barani Afrika ni vuguvugu vugu la ukombozi la Angola na Msumbiji mwaka 1960. Maandamano na mapambano ya ukombozi nchini Angola na Msumbiji yalikuwa ya uwazi na jinsi wananchi walivyotumia nguvu ya umma kupinga utawala wa kikoloni wa Kireno. Raia walichoshwa na ukandamizaji, ubaguzi wa rangi na kunyimwa haki za kisiasa na kiuchumi. Ukandamizaji huu ulisababisha kuibuka kwa makundi ya MPLA nchini Angora na Frelimo nchini Msumbiji. Historia nyingine ya maandamano barani Afrika ni Jasmine Revolution Tunisia mwaka 2010 mpaka mwaka 2011. Maandamano haya yalilipuka Disemba 17 mwaka 2010 mpaka Juni 14, 2011. Maandamano haya yalitokea kutokana na kuchoma moto kwa Muhamedi Boazizi, kijana muuza mboga kijana aliyelalamikia unyanyasaji wa polisi na ukosefu wa fursa za kiuchumi. Kitendo hicho kilizua ghadhabu kubwa na kusababisha maandamano makubwa kote nchini ya kidai mageuzi ya kisiasa na kiuchumi na ukosefu wa ajira. Tukio la nne ambalo limeshatokea barani Afrika kuhusiana na maandamano ni maandamano ya kumngoa Omar Al-Bashir huko Sudani mwaka elfu mbili na kumi na nane na mpaka mwaka 2019. Ilikuwa Desemba 2018, maelfu ya Wasudani waliingia barabarani kupinga kupanda kwa bei za mkate na mafuta lakini yaligeuka na kuwa wito wa kuangusha utawala wa Rais Omar Ali Bashir. Maandamano hayo yalitaka serikali itoke madarakani kwani ilikaa miaka 30 bila mabadiliko. Mamia ya waandamanaji waliuawa lakini shinikizo la umma lilikuwa ni kubwa kiasi kwamba Aprili mwaka 2019, jeshi la Sudani lilimpindua Omar Al Bashir. Tukio la tano na maandamano barani Afrika ni maandamano ya Fees Must Fall, ambayo ilitokea huko nchini Afrika Kusini. Vuguvugu lilianza vugu mwaka 2015, likiongozwa na wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Afrika Kusini waliopinga ongezeko la ada ya masomo. Maandamano hayo yaliendelea nchini kote lengo kuu lilikuwa watu wapate elimu kwa wote, hasa kwa wale waliotoka katika familia maskini. Ilileta mabadiliko makubwa sana Afrika Kusini, na watu walipata elimu ya juu bila ada. Tukio la sita ambalo ni maandamano barani Afrika ni maandamano ya mswada wa fedha ambayo ilitokea mwaka 2024 nchini Kenya maandamano ya hivi karibuni chini Kenya yalijulikana kama rejective finance elfu. Yalianza Juni 2024 yakiongozwa na vijana wengi kupitia kwenye mitandao ya kijamii kupinga mswada wa fedha uliopendekeza kodi mpya na kuongeza kodi zilizopo. Maandamano ya jenzii yaliemea kote nchini Kenya na waandamanaji wengi walitokea mitaani. Haya yamekuwa maandamano yenye nguvu kubwa na kuonesha vijana walivyo na hamu ya mabadiliko na kugeuka kwa mtazamo wa viongozi. Tukio la saba la maandamano barani Afrika ni maandamano yaliyotokea hivi majuzi ya jenzi nchini Morocco Septemba 2025. vijana wengi walichukizwa na huduma duni za afya na elimu, matumizi ya fedha nyingi kwenye maandalizi ya World Cup mwaka 2030, ukosefu wa ajira na kwa vijana wengi. Serikali imejaribu kurekebisha baadhi ya huduma na kuweka mabaraza ya ushawishi kupitia maandamano hayo. Tukio lingine la la mwisho ni maandamano nchini Madagaskar mwishoni mwa mwezi wa Septemba 2025. Sababu ya vijana hawa ni kulegea kwa huduma za umeme na maji, kukosa usimamizi mzuri serikalini. Maandamano haya yalikuwa makali kweli, kwani madhara yalikuwa makubwa sana. Magari yalichomwa moto, nyumba zilichomwa pia. Hali hii ilipelekea Rais Andre Rajoelina aliondoa serikali yake yani, dissolve government, pamoja na kuvunja serikali baada ya vijana hawa kutaka mabadiliko katika serikali. Pamoja na yote ambayo aliyafanya huyo rais, lakini bado vijana wanataka rais aweze kuachia ngazi. Haya yamekuwa ni maandamano na historia yake barani Afrika ambayo yameleta mageuzi makubwa. Je, viongozi wa Afrika wameshindwa kutatua changamoto za wananchi au maje? Viongozi wa Afrika wapo kwa ajili ya matumbo yao. Tuandikie komenti. Mimi ni wako Jackson Willison.